Zaburi sura ya kwanza inasema, heli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wa wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti liopanda kando vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake wala jani lake halitanyauka, na kila litendalo itafanikiwa. Anazaa matunda kwa majira yake. Kwa hiyo huyu mtu alizaa matunda yake kwa majira yake. Kuna muda wa kwake, kuna nyakati za kwake za yale matunda pia kuzaa, yaani mizabibu yake kuzaa matunda. Lakini angalia achokifanya huyu mtu alikuwa anategemea kesho ya kwake imzalie matunda fulani, ko akaona, ili nizae matunda haya nao yataka, lazima sasa hivi nibadilishe. Akakataa kwenda kwenye shauri la wasio haki, akakataa kwenda barazani kwenye mizaha, akakataa kwenda kwenye njia ya wakosaji, akachukua sheria ya Bwana, sema, bali sheria ya Bwana ndio impendezo na sheria yake huitafakari. Hautafakari ambacho hakikupendezi. Sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakari mchana usiku. Matokeo yake ya kutafakari sheria ya Bwana ni kwa sababu ya pendo kua ndani yake juu ya sheria hiyo, ndani yake alikuwa anafurahia neno la Mungu, analipenda neno la Mungu, make sheria ya Mungu, make neno la Mungu, ana kiu, ana hamu. Kinachompa hamasa ni neno la Bwana, alilipenda ndani ya moyo wake kwa wakati alipokuwa naishi. Kwa hiyo mambo ambayo alikuwa nayafanya kwa wakati ule ndio aliyoamua kesho yake nini. Kwa maamuzi aliyoamua, ya kukataa kwenda kwenye njia ya kosaji, ya kukataa kukatiba barazani penye mizaha, ya kukataa kusimama kwenye njia wasio haki, yalimpelekea sheria ya Bwana ikampa kuzaa matunda kwa majira yake. Unapotafakari kinyakati, inakufungulia mlango wa kujua nini cha kufanya kwa wakati husika, sababu ukitafakari mambo kinyakati, utatafakari juu ya kesho ya kwako. Ukitafakari juu ya kesho ya kwako, kesho yako haitakuwa surprise kwako, kwa sababu kwanza, itakupa hamu na msukumo wa kuiombea kesho ya kwako ukiwa leo, inakutengenezea mazingira ya kuiandaa kesho ya kwako ukiwa leo. Kesho yako itakuwa surprise, mambo yatakuwa yanatokea surprise. Na Mungu anasema kwenye Isaya 46:10, mimi ni Mungu nitangazie mwisho tangu mwanzo zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema kusudi langu litasimama, ni nami nitatenda mapenzi yangu yote. Na Mungu anazuia kutenda mapenzi yake kwa mwanadamu? Sikiza, anatenda mapenzi yake yote kwa mwanadamu, sio mapenzi ya mwanadamu kwa mwanadamu. Anasema mimi Mungu nitangazee mwisho tangu mwanzo. Unapotafakari njia zako kinyakati, Mungu anakupa kuiona kesho yako ukiwa leo, ili nini? Ili uiandae kesho yako, kwa sababu Mungu anajua kwamba kesho inaandaliwa leo. Usipo tafakari mambo kinyakati, hautaiona kesho yako. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya nne na sura ya tano na sura ya sita. Sura ya tano ya sita na saba, ukisoma pale sura ya tano na sita, wakati wametoka wamevuka Yordani wameingia Yeriko, Biblia inasemaje? Yeshua akatoka akaenda mwenyewe peke yake, Biblia inasema akavua macho yake akitazama Yeriko. Anasema Yeriko ilikuwa imefungwa sana kwa ajili ya wana wa Israeli. Ile sura ya tano ukisoma utaona kusoma kuanzia mstari wa kumi hadi mstari wa kumi na tano utaona wakati umeingia umevuka ndani umeingia iliko, ukuta ulikuwa umefungwa umeshonwa sana, hamna namna. Biblia inasema walikuwa hakuna mtu kuingia. Ile sura ya tano ndipo ambapo Yesu alimtokea Yoshua angali, alimtokea wapi? alipokuwa ameingia na wana wa Israeli, alipokuwa akitafakari juu ya kuataki Yeriko. Alitoka akaenda mwenyewe peke ya yake, basi akavua macho yake, amaanishi macho ya nje, akaaaesha make anastrategize, namna atakavyoyataki Yeriko. Ametoka na tafakari, anaangalia ule ukuta. Biblia inasema kwamba umejengwa mrefu sana, mpaka juu mbinguni maki ni jambo la kiroho hakuna ukuta ule umejengwa mpaka mbinguni, ulikuwa ni mrefu ndio, ila hakufika mbinguni. Sura sita nasema kwamba ukumefungwa ukitaka majengo mpaka mbinguni. Maki anaongea kitu cha kiroho, kuna kitu kingine kilikuwa hapo nyuma ya kile kinachoonekana kwa jinsi ya kawaida. Kuna ukingo na zio liokuwepo katika ulimwengu wa roho, kubwa kuliko uwezo wa kina Yoshua aliokuwa nao, ikabidi Yoshua atoke na tafakari. Haikumsumbua kwamba ni kubwa, alitoka akaanza kutafakari, anafikiria namna gani kutoka ana mikakati ya namna ya kuingia iliko na kuchukua, kwa sababu Mungu amemwambia huu mji utauchukua. Pale pale Yesu akamtokea. Biblia inasema malaika wa Bwana, agano la kale lilikuwa halina jina Yesu, ila yule alikuwa ni Yesu, sababu Biblia inasema alikuja akamtokea na upanga ambao uko wazi Yoshua alivyomwona akamwambia, niambie, huko upande wetu? upande wa adui? akamwambia siko upande wako wala siko upande wa adui, lakini mimi ni amiri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana. Yoshua alivyoambiwa hivyo, Biblia semaje? Yoshua akaanguka kifudifudi, akasujudu. Hakuna malaika anayesujudiwa. Aliposujudiwa alipokea ile ibada kwake, hakukataa. Kitabu cha Ufunuo malaika alipomtokea mtume Yohana, Yohana alipoinama kumsujudia Biblia semaje? malaika akaambia, usini usinisujudie, usiniabudu, mimi ni mtumishi mwenzako kama wewe, wote ni watumishi wa Bwana. Ukiota ndoto au umetokewa na malaika uka mwabudu ukamsujudia, akakubali ibada hiyo, ni pepo. Hakuna malaika ambaye anakubali kusujudiwa, sababu Mungu peke yake ndio kuabudiwa. Kwa huyo alikuwa ni Yesu, amemtokea Yoshua, na Yesu akampa utaratibu, akampa njia, akampa kanuni mtu yoyote mwenye maono asipojifunza kutafakari njia za kwake kinyakati hatapata neno la Mungu la kumfusha mara ambayo utakia kuvuka. Haijalishi ugumu wa mambo, haijalishi changamoto ambayo mtu anapitia nayo, ukikanao kwa Bwana kuna jibu katikati ya changamoto, kuna jibu katikati ya ugumu ulio nao, sababu Yeriko fungu bisa, imefungwa sana kwa ajili ya wana wa Israeli kesoba, hamna mtu anayetoka wala anayeingia, mji umefungwa wote kwa ajili ya wana wa Israeli. Ila Mungu alimpa mkakati. Alimpa wapi? Hakumpa akiwa amelala, hakumpa akiwa anapiga stori, alimpa wakati amejitenga, ana tafakari anajua, tunataka kuvamia huu mji tunauvamiaje? Mungu akamtokea akaambia, sikiliza, nakupa mkakati. Tafuta watu saba wachukue pembe saba za kondoo na sanduku la Bwana, wazunguke kila siku mara moja kwa muda wa siku sita Siku ya saba wazunguke mara saba Kila siku wanapiga zile tarumbeta mara moja, siku ya saba atapiga mara saba Wakipiga saba wapige kelele za shangwe, ukuta utanguka wenyewe. Ule mkakati hata Yoshua angefanyaje asingeupata, asingeujua sababu kiuhalisia hawezi kuanza kuwaza nizunguke tu nizunguke, afu nipige kelele ukuta uanguke. Haiwezekani, asingewaza. Ndio maana akili za Mungu hazichunguziki, ziko juu sana kuliko fahamu zetu. Kama mbingu na ardhi zilivyo ndivyo akili zake zilivyo mbali na akili zetu. Ndio maana tunatakiwa tumwamini yeye peke yake na kukaa katika kutafakari ili atupe mikakati ya kwake. Unapotafakari njia zako kinyakati, Mungu anakupa mikakati ya kukamilisha malengo ya kwako kwa. Shida ni kwamba watu watafakari. Unapokaa kutafakari haimaanishi kwamba unapokaa kimya unatafakari. No, no, no, no, akilini mwako unawaza nini? Sababu mtu mwingine anaweza kakaa kimya, lakini ndani yake unadunda mdundo wa wimbo mwingine walipokuwa wamefika jangwani hawana chakula, Musa alijitenga akaenda kukaa na Bwana, akampa mkakati namna chakula kitakavyokuja. Alipokuwa hawana maji, alijitenga akaenda kukaa na Bwana Mungu, akampa maelekezo, chukua fimbo kaupige mwamba. Mara ya pili alichoambiwa chukua fimbo kauambie mwamba ile. Kwamba umekutana na changamoto mara ya kwanza ukatumia njia ulioitumia, haimaanishi kwamba mara ya pili utumia njia hiyo ikatiki. Unatakiwa usikie fresh neno fresh kutoka kwa Mungu linaloongelea juu ya hali yako. Ila wangapi wanajipa time ya kukaa na Mungu? Unajua kwa nini matunda yetu yanakuwa ni kidogo sana? kwa sababu sehemu kubwa tunatumia nguvu zetu na sio nguvu ya Mungu, tunatumia mawazo yetu sio mawazo ya Mungu. Hadi mtu anaweza kakaa kajipa ka wazo sema. Ili wazo hili wazo la Mungu likija kwenye maisha yako, lenyewe kama lenyewe linakuwa ni self independent halitegemei kitu kingine chote, linajitegemeza lenyewe, lina uwezo, lina nguvu ndani yake ya kujitosheleza kukamilisha kile ambacho nataka kukamilika. Likiingia ndani yako neno cha msingi, unachotakiwa kufanya ni kufuata maelekezo uliopewa kwenye lile neno, ila lenyewe lina nguvu ndani yake ya kujikamilisha. Ndio maana likija wazo, mtu anasema Mungu amenipa wazo, afu lisitimie. Hajakupa, umejipa. Mungu akikupa wa wazo hauwezi kuacha kulitimiza, utalitimiza tu, na likitimizwa litajulikana. Nasikiliza nikwambie kitu kimoja, Mungu huwa hagharamii ambacho hajakianzisha. Mungu huwa hasponsi mikakati ambayo hajampa mtu. Anagharamia anafadhili mikakati ambayo ametoa yeye akampa mtu. Ndio maana ni muhimu sana kwenye malengo na mipango ya kwako, kwa unamsikiria Mungu mara kwa mara, unamtafuta Mungu, unamuuliza Mungu mara kwa mara juu ya hatua za kuchukua kwa wakati huo kwa majira hayo. Ukiona mtu ana hofu juu ya kesho yake, ujue hana uhakika juu ya leo yake. Ukiona mtu hana uhakika juu ya kesho yake, ujue hajamtafuta Mungu juu ya leo yake. Lakini hata kama taarifa imetoka mbaya kiasi gani juu ya kesho, mtu ambaye amekana Mungu, Mungu akampa mkakati, kesho anaiona njema, hata kama inatangazwa kuwa mbaya. Ndio maana wakati taifa lile, kipindi kile, zili njaa imeingia mpaka mavi ya punda anauza kwa bei kubwa, Elisha alimwambia yule jemedali kesho majira kama haya kibaba cha unga kitakuwa bei ndogo sana chakula kitakuwa bei ndogo sana. Akamwambia, hata kama Mungu angefungua mbingu akafanya madirisha mwage chakula, bado singeweza kuwezekana. Ile neno lao liongea. Elisha akamwambia okay, utaona kwa macho lakini hautakula kesho. Yakatoka majira yale yale, Mungu akatumia nini? Akatumia vishindo vya wakoma, wakatembea kukuza vishindo vyao kama magari na farasi wa moto, adui zao wakakimbia, wakaacha kambi na kila kitu, na kweli kipimo cha unga kikauzwa kwa bei ndogo sana. Kwa nini Elisha alikuwa hana pressure? Sababu alikuwa anaiona kesho, sababu amesimama kwenye miguu ya Mungu, amesimama kwenye neno la Mungu, amesimama mikakati ambayo Mungu ameiweka ndani ya moyo wake. Watu wengi sana wanatafakari changamoto kuliko kutafakari neno la Mungu, na njia pekee ya kuiona kesho, sikia, hauwezi kuiona kesho nje ya neno la Mungu, haiwezekani. Kesho ya mtu imefichwa ndani ya neno, kesho ya dunia imefichwa ndani ya neno. Huyu mtu aliyezaa matunda kwa majira yake aitafakari neno, anasema bali sheria ya Bwana ndio inayompendeza na sheria yake utafakari mchana na usiku, ndio maana ikamzalia matunda, ndio anasema naye atakuwa kama mti inaongelea kesho, atazama tunda kwa majira yake, inaongelea kesho. Hapa ni kwamba Biblia inaongelea kesho ya mtu huyu ambaye anatafakari neno la Mungu mchana na usiku, ko kwenye majira aliyokuwa nayo. Alijua ili kesho yangu iwe ya nzuri, ili nipate uhakika wa kesho yangu na niue hofu ndani yangu juu ya kesho yangu, ninatafakari neno la Mungu na sheria za kwake, ili siondoe hofu ndani yangu na kunitengenezea mazingira mazuri juu ya kesho yangu. Ndio maana hakuna mtu yeyote ambaye anatafakari neno la Mungu na kutembea kwenye njia za kwake akawa na hofu juu ya kesho, hayupo. Ndio maana mtu yote ambaye anamsikia Mungu kupi hata neno lake hawezi kuogopa kesho. Wakati Elia anaita njaa kuja kwenye taifa la Israeli, hakuwa na shamba, hakuwa ana akiba, alikuwa yupo mtaani na Mungu alipomtumia, na ile ilikuwa ni kwa neno la Bwana. Njaa ilipokuja alichokuwa anafanya nini? Kazi yake ni kutega sikio kumsikia Mungu anasema nini, anatii. Akamwambia, nenda kwenye kijito cha Kerithi, akaenda. Amekaa kule kimekauka, akatega sikio kumsikia Bwana, nenda Serepta, kuna mjane nimemwandaa, akaenda ile kwamba Mungu amekusemesha leo juu ya njia yako. Haimaanishi kwamba kesho utatumia kitu kile kile juu ya njia yako. Leo akitumia kunguru kukulisha, kesho atatumia mjane kukulisha. Sio kunguru. Ndio maana Mungu ni mpya kila wakati. Na nakwambia mara kwa mara usiwe na Mungu akimazoea. Usiwe na Mungu ambaye unataka kwamba neno leo kusemesha mwaka jana, mwaka juu ni ile ile mpaka leo. Wewe unakuwa ni kitu kibaya sana. Sababu Mungu ni mpya kila wakati. Njia leo tumia kwako kwa leo hata tumia kwako kwa kesho, atakupa njia nyingine. Na ndio maana maisha wengi hatuna advancement kwa nini? Kwa sababu alitupa njia moja na mpaka leo tunatazama njia hiyo hiyo. Kumbe tunge tega sikio tungepata njia nyingine tofauti na ile ya kwanza.